Ya ikhwani wa akhwati fillahi uhayikum bitahiyati mubarakati min indillah ala wa hiya salamullahi aleikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Ndugu wapenzi wafuatiliaji wa Maalim Shabani popote pale mlipo e, mkiendelea kufuatilia Maalim Shabani e, au la, yote tumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, na tum, kumtakia ziada za rehema kipenzi cha umma si mwingine Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu wapenzi wa tukufu, e, alyaumu ama, ama siku ya leo tuko katika mwendelezo wa vipindi vyetu e, katika vipindi vilivyopita kulikuwa na masala kadhaa ambayo nafikiri tulikuwa tume e, tumeyazungumzia masala ambayo yalikuwa mtu je anaweza kuingiza uchawini na sehemu ya mwisho ambako tulikuwa tumemalizia ilikuwepo e, mtu anaweza kutolewa uchawini kwa kutumia Qur'ani, tukawa tumeeleza tukafafanua. Tukaja sehemu ya pili e, swali lingine likawa limeulizwa na ndugu yetu kwamba, je, mtu anaweza kuingizwa uchawini kwa lazima, yani mwenyewe hataki, lakini wachawi wakataka kumuingiza kwa lazima, je, hilo linawezekana? Tukasema ndiyo, tukatoa na sababu za kuingizwa mtu uchawini, ikiwemo hasidi kuwa mchawi ni lepesi. Wengine wana wanaingiza tokea wadogo, tukaeleza sababu. Kwa wale wenye kufuatilia nafikiri watakuwa wanafahamu, lakini swali tuliliachia sehemu moja linasema je, e, kama ikiwa ni hivyo mtu tiyari ana zile ishara anaziona kwamba kwa hali hii mimi nakusudiwa kupelekwa uchawini kwa hali hii mimi nakusudiwa kwenda kufanywa kuwa mchawi, naingizwa kwenye uchawi. Je, anaweza kujizuia vipi? Hapo ndo tulikopo, tumeishia. Yaani yeye kujizuia kuto kuingia uchawini, tayari ushaona zile dalili, unatolewa mara nyingine, mara unaota upo kijijini kwenu, mara unaota upo sehemu hii, mara unakuta hapa, mara unaota upo kule, lakini ala kuli hali, hatima ya siku wewe mwenyewe unajua kabisa, hii ni safari, mimi napelekwa uchawini. Sasa je inawezekana nikafanya majambo nikazuilika mimi kuingia uchawini? Yaani kuna majambo gani nifanye ili mtu eh, ili mtu huyu eh, azuilike kuingia uchawini? Je, kwenye Qur'ani vipo vitu vya kufanya ili wachawi wasiendelee kumsumbua? Ndio pale tukasema, eh, kuna dua ile ambayo tuko tumeiandaa, eh, na kuna zile adhkari ambazo tulikuwa tumeziandaa zile karatasi. Nafikiri nimekuja nazo hapa, eh, zile karatasi, hizi hapa ambazo e, karatasi hizi tulisema kwamba mtu anaweza kuzitumia hizi kwa ajili ya kuondoka uchawini. Yaani kwa ajili ya kujizuia kuto kuingia uchawini. Na hatimaye wale wachawi wanaweza wakawa kwake e, wakamuona huyu ni mtu hatari ikawa ni sumu kwa huyu mtu. Yaani yale unayoyafanya basi hatima ya siku ikawa ni sababu ya wale watu ku e, kupata maangamivu. Ndugu zangu wapenzi watukufu, kutoka uchawini inawezekana na kujizuia kama wewe si mtu wa ibada basi jambo la kwanza shikamana na ibada shikamana na ibada kikweli kweli hasa hasa ibada ya sala tano. acha yale mambo ya kipuuzi yote jione kwamba wewe kama vile mtu aliyekuwa vitani wachawi vita yao si ndogo e, si lele mama. Si lele Mama kabisa. Unatakiwa ushikamane na Allah subhanahu wa ta'ala. Yuko ndugu yangu mmoja sitamtaja jina yeye tayari alishakuwa ameelezwa na, na, na ndugu zake wakamwambia kwamba wewe e, tayari, wewe unatofaa kuwa mboga. Na mwenyewe alilijua hilo, akanyambia Maalim Shabani e, mimi tayari nimesha nimeambiwa kwa kwamba kwamba mimi nafaa kuwa kitoweo. Sasa kwa kweli huyu bwana alipokuwa ameshaona zile ile vita ya wachawi kwa, anataka watolewe e, wanasema nini, wanataka wamtoe uchawini. Wana neno lao wanalitumia sana wachawi anataka amtoe nini? leo nasema amtoe, so kumtoa swadaka swadaka. Huwezi kutolewa mtu uchawini, kuna neno analitumia sana uchawini, anamtoa so kumtoa, so kumtoa nyama, lakini kuna neno maarufu latumika, yani kwamba wewe unatolewa zamu, ina maana ishafika nawe kutolewa ili uende eh, kule kwenye zamu yako, ili waende wakakushughulikie, wakufanye nyama, wakufanyeje huko uchawini. Sasa huyu bwana, kilichotokea, yeye alivyoona ile hali imekuwa nzito, ikabidi kwanza Eh, wali, kwa sababu ni mtu wa ibada. Alipokuwa yule mtu ni wa ibada, wakaona huyu eh, tutamshindwa huyu, ati maasiku anaweza akatuchezesha huyu, wakabidi watumie mkewe. Mkewe naye akamvuta akamtia uchawini, mshanifahamu vizuri eh, na mume akajua, na mke alikiri kumwambia mume wake, mimi unavyoniona sasa hivi nimeshakuwa mchawi, lakini hii yote ni wewe tu, ni njia unayekusudiwa, ni wewe mume wangu ndio unayetafutwa, si mimi ili nime, mimi nimeingizwa uchawini, lengo na makusudio ili upatikane wewe. Sasa huyu bwana akamuuliza mkewe, je, ukutayari kuendelea kuishi na mimi au tuachane? Anasema mimi kutoka uchawini itakuwa ni ngumu, bora tuachane. Inaonekana tokea mwanzo alikuwa na chembe chembe zile za za uchawi. Huyo mwanamke akamwacha, alivyomwacha vita ikawa kubwa. Huyu bwana akaona isiwe kesi, akahamia msikitini, ikawa ibada ibada na yeye ibada ibada na yeye ibada ibada na yeye maisha yalikwenda, alikwenda mwisho wa siku, wale wachawi walisalenda, bwana yule akahama mji, akahamia sehemu nyingine, akahamia sehemu nyingine. Wachawi mwisho walikuja wazee wakamfuata, baadhi ya wazee wakamwambia, wewe unavyoona jina lako tayari lishatambulishwa uchawini, taimu yote, muda wote, wewe tunakuchukua tuna. Yeah, we unafaa kwenda kwa kitoweo <laughs> Allahu akbar, alitamkiwa wazi kabisa, wala sio maskhara. Nini kilimwokoa? kikubwa zaidi ilikuwa ni mtu wa ibada kweli, mtu wa kiamu laili, mtu wa Qurani, mtu wa adhkari, lakini kubwa zaidi alidumu sana na kufanya adhkari mbalimbali, ikiwemo adhkari ambazo hizi huwa tunazieleza na ikiwemo uradi wa kusoma ayati kursi e, eh, alikuwa akisoma sana, mpaka anapozungumza hivi, mimi na wewe sio kama ile vita na huyu bwana imekwisha, ile wamemshindwa, kwa sababu amefikia level ya kusoma ayati kursi e, eh, sasa hivi amefikia level ya kusoma ayati kursi 1500 Subhanallah ikichuma hata mimi sikiwezi elfu moja na mia tano hasa kwa ajili hiyo. Njia ya kutoka uchaini ipo moja, kitu tunachotaka kudumu nacho ni kusoma sana adhkari. kusoma sana ayati kursi. E, kujizuia ili wachai, ukishaona zile dalili za kuingia uchawini zinakutokea zina au unaziona kwa macho, basi dumu na kusoma kwanza, sala tano, pili si mtu wa kulala usiku tena usingizi mzito Eh, tengana kidogo na kitanda, kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, dumu uradi wa ayatul kursi. Sio lazima ufike 1500, hata ukipata kwa siku eh, asubuhi 350 na jioni 300, asubuhi 313 na jioni 313, ukizipata hizi 700 na ushe, utakuwa ni moja katika njia ya kukuzuia kuingia uchawini. Kudumu na surati Raad asubuhi sikupite kima cha chini saba, jioni sikupite saba. Ukiona zile ishara za kuingizwa uchawini, dumu na surati Raad. E, jambo la tatu, dumu sana na kutoa sadaka kujipendekeza kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jambo la nne, kudumu na zile adhkari ambazo mimi nimeziwekea kwenye utaratibu huu. Hizi e, hapa ambazo nishai kuzisema tena, natena, na nazirudia tena na tena. Na hizi adhkari ndanimwe kuna surati Zilzala sabini, kuna e, kuna alam tara sabini kuna tabati ada, na huku mwanzo kuna hizi adhkari ambazo unaanza nazo eh, ziko kama tano zile adhikari na majina yale ya Mwenyezi Mungu mazito. Unazisoma hizi uradi wako wa asubuhi na jioni, na usome kwa idadi hii ambayo imewekwa, mara elfu moja moja. Ukiipata karatasi hii, itakupa mwongozo mzuri. Hiyo ni moja katika njia eh, zimewasaidia watu kuto kuingia uchawini na hatimaye siku eh, mtu anaota usingizii, anawakata vichwa wachawi. Akifika asubuhi, anasikia yule mwanamke fulani amekufa. Yeye kaota usingizini, lakini kule mtu yufa kweli. Naam, kutoka uchawini inawezekana, lakini nia ya kweli na haya ambayo tunaoyaeleza eh, kujizuia kuto kuingia uchawini ni sawasawa na mtu alioingia uchawini anapotaka kutoka, mshenifahamu vizuri eh? Eh, sasa mambo yake ya kufanya huwa yanashabihiana Msha nifahamu. Lakini lile la kujizuia kuto kuingizwa ndo inakuaga na vita ku, lile la kuingizwa kabisa ina vita kubwa zaidi kuliko hii ambayo ya kuona ishara <coughs> wakiona vitu fulani fulani unaanza kuwazidi, wanaweza wakaachana na wewe kwa ajili hiyo. Hapa ndo tulipoishia katika mada yetu na tukaelekeza kuhusu hizi adhkari tukaeleza kama kuna watu wale yule, yule mdada ambaye zinazomsaidia sasa. Eh, tuliachia hapo, lakini mimi nafikiri E, itakuwa nimeweka sawa kila kitu kikubwa zaidi, kwamba, je, unajizuia zuia vipi kujizuia kama umeona ishara za kuingiza uchawini? Jambo la kwanza dumu na sala tano. E, kama ulikuwa ni mtu unatumia vitu vya dhuluma dhuluma, acha dhuluma, acha wizi, acha uongo, acha uzinifu, msani fahamu vitu kuwa mtu wa sadaka sana, jipendekeze sana kwa Mwenyezi Mungu, natoa sadaka zile za siri, sadaka ambazo unaweza ukampa mtu yule unayempa mwenyewe wala hajui kwamba wewe ndio umempa hata yeye mwenyewe akikuona hivi hakunyenyekei wala hakuonei hai kuonea kwamba da huyu mtu bwana, ni mtu muhimu sana yeye. Kwa itikadi yake na msimamo wake na akili yake, anajua wewe ulipewa tu ndo nayo umeenda kumpa sika, na kwamba ile sadaka imetoka kwenye mikono yako. Unampa mtu sadaka, unayempa hajui kwamba wewe ndio umempa. Hivyo ndio vitu vya kudumu navyo sana, kusimama kiyamu llaili, Qur'an, kusoma surat al-Baqara sana, ayat al-Kursi sana, na hizi adhkari ambazo tunazozisema sana. Tatizo hamja wengi, hamjawezi kuzipata hizi adhkari e, lakini wale waliozipata wakazitumia hizi, Allahu Akbar, hamna ambaye aliochukua adhkari hizi akazisoma kama hivi zilivyo zilivyo, alafu zikamtoa patupu. Si kweli? Si kweli? Kwa ajili hiyo nafikiri itakuwa nimefahamika vema, isipokuwa e, hapa tutakuwa tuja kuendelea e, kueleza e, panya wa kichawi. Kuna panya ambao wanafanyiwa uchawi alafu pia kuna Eh, kuna, kuna, kuna kuna kuna kisa kimoja hapa tutakuja kukieleza. Baada ya hicho kisa ndio tutakuja kueleza panya wa kichawi, kisa hicho eh, cha dada mmoja ambaye aliwaona wachawi wakizungumza, walikuwa wakifanya nini? Eh, si mambo, ndugu zangu, mimi nawaeleza siku zote, ukiwa katika sekta ya dua ndio unajua mambo mengi, si mambo ya kubuni. Wallahi ladhim, si mambo ya kubuni. Dada huyu hatueleza bayana atueleza bayana katika hayo maeneo ambayo tulikuwepo tunafanya dua. E, tulipotoka, e, kabla ya kutoka. Sasa huyu dada siku moja alikuja kumwe, kumweleza e, sahibu yangu ndugu yangu, tena alikuja kumweleza ndugu yangu huyu Sheikh Hamisi ambaye wana una saba na huyo e, na, na huyo dada wana udugu. Alikuja alimweleza kitu hichi, kitu hichi ndicho ambacho ninataka na wewe ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji, tushee na wewe ili tuendelee kustafidi zaidi inshallah. Nitegee sikio katika kipindi kinachokuja, nitakuja kukueleza kilitokea nini, ilikuwaje. Ndugu yangu mtazamaji eh, tunawafahamisha kwamba ile dawa eh, inaitwa subiani kila subiani kila ile dawa subiani kila, hii hapa imekuja ile dawa niliwaambia jamani, dawa hii eh, inaua majini waliokuwa mwilini kwa mfano wewe una jini mwilini la kusumbua sana, acha nifahamu vizuri eh, kwa idhini ya mwenyezi Mungu, dawa hii ukiitumia, yule jini anaenda kufa. Kama ni mkaidi kutoka, utaitumia kwa muda wa siku saba. Dawa hii matumizi yake ni kifuniko hiki kimoja au ni nusu kifuniko, itategemea eh, na unayempa ni nani. Ndugu yangu mtazamaji, hii dawa inaua majini, ndio maana ikaitwa subiani kila, inayoua masubiani ni dawa moja hatari sana kwa mashaitani, wanaiogopa kweli kweli. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji, ma ushifaa hapa tunayo, kama kawaida yetu, na kashikashi hapa tunayo. Eh, mafuta ya Hizbul Bahari pia yapo kwa wale wenye kuyahitaji, na ile dawa ya kuua majini ipo. Eh, tulisema mwanzo imekwisha, lakini alhamdulillah ipo, unaweza ukaipata ile dawa ya kuua majini. Matumizi yake ni kijifuniko kimoja. Mfano, ukitumia kifuniko kimoja leo, hutumii tena mpaka kesho. Ukitumia kesho, hutumii tena mpaka kesho kutwa. Hii dawa kwa idhini ya Allah, unaweza ukaimaliza ndani ya siku saba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kama ni jini mkorofi mkaidi, kwa uwezo wa Allah atakuwa ni mwenye kufa kama siku kama sikuomba kuondoka, basi atakufa jini huyo, na mwili wako utakuwa E, uko sawa ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani. E, nyuma kamera akisimama vema Habibi Suleiman ibn Sultan na mimi ni ndugu yako Maalim Shabani bila kumsahau habibi, e, Hamis ibn Kimaka akisimamia mambo, e, yanakwenda kwa uledi, kweli kweli hapa e, Maalim Shabani Dua Center. Hatuna la ziada tunawatakia utazamaji mwema. Uhibbukum fillah. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa ila al-liqa.